Zamani tulikuwa tunavuna maji, maji ya mvua au kuchimba visima, lakini kwa sasa hivi tunamshukuru rais wetu kutuletea huu mradi wa maji. Tunamshukuru sana aendelee kutulinda kwenye maji. Tulikuwa na uhaba mkubwa sana wa maji katika kanda yetu ya Busega hapa na kata yetu ya Lamadi, lakini kwa sasa hivi jamii na familia nyingi tunaendelea na huduma hiyo ya maji na tunanufaika kwa huduma hii ya maji. Tunasema karibu sana na hongera sana kwa uongozi wako katika serikali yetu ya Tanzania. Tunamshukuru sana aendelee kutulinda, tunapata maji kwa wingi. Tunapenda sana kumshukuru rais wetu kwa kututatulia changamoto zetu tulizokuwa tunakumbana nazo katika matatizo mbalimbali ya kupata huduma safi ya maji tunatoa shukrani zetu kwa dhati kwa mheshimiwa wetu. Tunathibitisha kwa kata ya Lamadi, maji ni mwa, mwa, mwa, mwa.